Wenyeji wa eneo la Matuu, kaunti ya Machakos wamewachwa vinywa wazi baada ya jeneza la mtoto mdogo kupatikana limewekwa mlangoni mwa boma la familia moja eneo hilo. Wenyeji na viongozi wa kidini wakiongozwa na askofu wa kanisa la Redeemed Gospel wamelaani tukio hilo, wakisema huenda ikawa ni njama ya wachungaji bandia wanaotumia mbinu za kishirikina kuwatia watu uoga ili baadaye wawatapeli fedha kwa kisingizio cha kutoa huduma za maombezi. Familia iliyolengwa imeeleza masikitiko yake, wakitoa wito wa maombi na umoja dhidi ya watu wanaojaribu kuzua hofu katika jamii hiyo. Kuna mtu ambaye alile, aliweza kuleta jeneza ya mtoto mdogo akaiweka nje ya mlango wamboma ya nyumba ambayo mwenyewe hayuko na familia yake haiishi hapa. Huyu si shetani alifanya hivyo, inaonekana ni mtu aliyetumwa ama alikuwa na lengo, kwa maana siku hizi katika mji wa Matuu tumejua kuna wachungaji wana wamekuwa na tabia ya kutisha watu kwa njia ya kuwawekea vitu vya ushirikina na baadaye kuenda kwa hizo nyumba na kuwaambia ya kwamba eh, Mungu amenionyesha shida yako, na hii shida ili iishe lazima ufanye jambo moja ama ingine. Na sio jambo moja ama ingine, wanawaitisha pesa nyingi. Na hii ndio njia ile tumejua wanatapeli wananchi. Soko yetu ya Matuu, tuna wasiwasi, kuna watu ambao si wa kawaida, ambao wanawauzia watu wetu uh, uoga na watumishi wa Mungu, na najua yote yataenda iaa. Nimezaliwa kwa hii mboma mboma aikukaa hivi kupanda kwetu, ni mtu tu amesababisha hii hii, shida ilianza tangu 2020 tumepambana hata walio na tunaendelea tu na kupambana. Hii imetendeka leo eh, ni mtu tu anatuuzia uonga na tununua.